Unajua, wakati mwingine mtu u, u, u, u, u, ukweli, now, tukukoke, na ukae ujuizi huu kweli, lazima tukae nao, tuupokee na tuukubali, tuende nao. Kwanza ujue hizi tamthilia hizi filamu mnazozitafsiri zinakuza soko la nje, sio soko la kwetu sisi, sio soko la Tanzania. Hata TRA hata, hawapati faida inayotakiwa kwa sababu sisi kama ningekuwa ingekuwa soko, kwa nini msikuze soko ndani? Hiyo nguvu naitumika kuweka ndani kwa mastudio, kutumia hela, gharama kubwa, kuzinunua afu na kuja kuzitafsiri. Kwa nini msikuze soko la ndani? Tutumie hizo nguvu kukuza soko la ndani, alafu tuone kama tujapiga hatua. Tukuze soko la ndani, tuwache kukuza soko la nje. Tuna tuna advertise watu wa nje kuliko watu wa ndani, serikali, hata TV, jamani hata kama ni, binafsi angalieni, kuweni wazalendo, kuweni wazalendo. Ile asilimia sitini ambao walisema kwamba content iwe za za za za za, za za za za za Kiswahili za Tanzania, sio so, za Kiswahili hivyo. Yani nimesema za Kiswahili lakini mmeingiza za kizungu zeni, ile mmetafsiri, lakini zeni za kizungu, za kifilipino, za kikorea, za za kivenezuela. Yani ziko tofauti tofauti, hii asilimia 60. Yaani kwa hiyo za Kiswahili unakuta ni asilimia 20, au asilimia kumi kwa hiyo badilikeni, kuseni kuzeni soko la Kitanzania, kuseni wasanii wa Tanzania, wabadilisheni. Wasanii wanataka kukua, wanataka kupiga hatua, wanataka kuonekana huko nje. Mnapotengeneza hizo, mnapotafsiri, msanii ataonekana lini? Sauti yake itamsaidia nini? Sauti, sauti ambayo mnaiweka humu ndani itamsaidia nini? Tubadilike kuanzia hapo, tukuze soko letu, tusikuze soko la mtu mwingine.